Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania leo, ni tarehe 11 mwezi wa 12 mwaka 2025, usiku nzuri kabisa siku ya Alhamisi. Kualike kuna dukuz a vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa ya kutazama namna magazeti ya Tanzania yaliyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Sheikhane Mzaina na hii nitoka Zamani TV. Kumbuka nikukumbushe, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza bunyeza alama ya kingine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 gazeti hili limeandika elimu ya lazima miaka kumi kuanza 2028. Habari katika ukurasa wa tatu, aweso awapa agizo dawasa mgao wa maji da. Habari katika ukurasa wa saba, elfu nne wasajiliwa bima afya afya kwa wote, ni watoa huduma wizara ya kutoa mwongozo wa vifurushi. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika tume yaita wananchi taarifa vurugu Oktoba 29. Habari katika ukurasa wa saba wa gazeti hili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 Baadhi ya madhara ya kujifungia ndani ni kuathirika moja kwa moja kwa pato la taifa, mzunguko wa fedha, wananchi kupunguza matumizi ya kila siku, kukosa huduma za msingi za kijamii, sekta isiyo rasmi kuathirika zaidi kimapato, wale wa kutoka ili wapate riziki ya siku ni majanga, kuathirika mikakati ya kuvutia uwekezaji pitaje kupungua. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu, matukio ya utekaji yalivyotikisa 2025. Na habari katika ukurasa wa sita. Licha ya jeshi la polisi Tanzania kuendelea na uchunguzi kuhusu kuripotiwa kwa matukio ya watu kupotea na utekaji, yapo matukio ambayo yameendelea kusalia kwenye vichwa vya watu kutokana na kutikisa. Wakati huo tukio la kutekwa, kutoonekana hadi sasa kwa polepole Mdude, undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa sita. Mwekezaji wa Tanzania aula mradi wa shilingi trilioni mbili nukta mbili Zambia, habari katika ukurasa wa kumi na mbili. Lakini pia gazeti hili limeandika mageuzi ya kiuchumi kisera ilivyofungua mlango wa uwekezaji, habari katika ukurasa wa kumi na. Hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, lenyewe limeandika polisi hali ya usalama imeendelea kuwa shwari ya shukuru wananchi kwa kuwakataa kuwapuuza wale wanaohamasisha na kuchochea vurugu na ukiukaji wa sheria kupitia mtandao. Habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili, ACT Wazalendo yatinga mahakamani kudai ushindi, habari katika ukurasa wa nne Afrika yahimizwa kushirikiana matumizi bora ya, ya matumi nishati, habari katika ukurasa wa nne Lakini pia gazeti hili limeandika Samia amaliza kero ya usafiri kwa wajawazito Sikonge serikali ya awamu ya sita inaongozwa na, na rais dr samia suluhu hassan imepeleka gari jipya kuhudumia akinamama mama wajawazito na wagonjwa wengine katika kituo cha afya cha Kiombo kilichopo katika kata ya Kipili wilayani Sikonge mkoani Tabora. Habari katika ukurasa wa nne. RC Makala pongeza wananchi kwa kutunza amani. Habari katika ukurasa wa pili. DAT yasitisha vibali vya kutumia njia ya yeah, BRT. Habari katika ukurasa wa pili. Waasi emu 23 wachukua udhibiti wa mji wa Uvira, habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika ugonjwa wa kifafa, changamoto imani potofu na mwelekeo wa tiba, undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa kumi. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. kila siku kila siku, inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori, watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikuwa kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Foti Johana Daycare and Nasa School ni mahali salama na penye ya ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose. Na usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka mmoja hadi miaka mitano. Fort Johanna Daycare and Nursery School mahali ambapo kujifunza ni upendo, tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Gazeti Nipashe, mwango wa jamii, lenye wa habari iliyopewa kipaumbele ni polisi, nchi iko salama. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili vifaa vya kidijitali vyageuka janga uoni kwa vijana. Habari katika ukurasa wa nne. Harufu mbaya mdomoni yazidi kuangamiza ndoa, inasababisha pia kisukari, mimba kuharibika, kupotea kumbukumbu na kushusha hadhi ya mtu kazini. Mabilioni ya watanzania wamo hatarini bila kujua, undani wa taarifa hini katika ukurasa wa tano. Mzazi kulipa elfu tano kwa siku mtoto akiwa mtoro, habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Msimu wa korosho wawasha moto w kusini, mauzo bilioni mia mbili arobaini na tatu. Habari katika ukurasa wa tatu. Jaji mkuu, wanafunzi law school wapate mikopo elimu ya juu. Habari katika ukurasa wa kumi na moja. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe, mwanga wa jamii, Uhuru kweli daima, lenye limeandika ondoeni hofu, ni kauli ya waziri Simbachawene, awataka wananchi kuendelea na maisha kawaida serikali imejipanga kukabili tishio lolote. Jeshi la polisi lasema utulivu umetokana na operesheni za ushirikiano kati ya vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Simulizi ndani ya usafiri mwendo kasi Mbagala, habari katika ukurasa wa sita. Wataalamu wataja mambo nane kuepuka uhaba wa maji da, habari katika ukurasa wa pili. Adaiwa kumuua mwanawe kikatili kisa utukutu. Habari katika ukurasa wa ishirini wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, Ukweli Daima. Gazeti Mwanahalisi ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Nchimbi apigwa zengwe, aanza kutengenezewa ajali za kisiasa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, kwa mujibu wa ibara 47 kifungu cha kwanza ya Katiba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka elfu moja mia tisa sabini na saba makamu wa rais atafanya kazi zote atakazoagizwa na raisi. Ndugu yake ikisema nchi haiendeshwi kidini, itifaki za utawala, raisi akishatoa kauli makamu hauwezi kuongeza. Makamu wanaotambua wajibu wao huishi kwenye vivuli vya marais wao. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Tibaijuka mpina wa chomoa betri, habari katika ukurasa wa sita Waliokuwa mawaziri katika serikali ya Jakaya Kikwete na John Magufuli wamepinga madai kuwa vurugu zilizotokea tarehe 29 Oktoba zimechangiwa na mataifa ya kigeni. Undani wa taarifa hini katika ukurasa wa sita. Machungu ya vikwazo yaanza, viongozi wa CWT wanyimwa viza kuingia Ubelgiji. Habari katika ukurasa wa nane. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahalisi. Pata nakala yako asome ndani zaidi. Zanziba leo kwa ukweli na wazi lenyewe limeandika katika ukurasa wake wa mbele, ya Dokta Mwinyi, tutaendelea kukikuza Kiswahili. Habari katika ukurasa wa pili. Hemedi haimiza ushirikiano na ofisi ya makamu wa rais muungano, wa habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Suza kuwatunuku vyeti wa hitimu 2534 habari katika ukurasa wa tatu. Trump aita viongozi wa Ulaya dhaifu, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Wafanyabiashara waendelea kushusha mizigo bandari ya Tanga, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Matangani waishukuru serikali serikali kuwajengia barabara, habari katika ukurasa wa nne. Dr Mwinyatewa mkurugenzi ZIC, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeonekana gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi. Pata nakala yako, some kondani zaidi na sasa tukiwekia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi wangu, nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika watatu Simba ngoma nzito, habari katika kurasa za ndani ya gazeti hili. Limeandika matokeo ya mechi mbalimbali hapa za Simba sports Club. Simba alipoteza bao moja kwa sifuri dhidi ya Petro Luanda, alipoteza bao mbili kwa moja dhidi ya Sed Malien, Simba akashinda goli tatu dhidi ya Mbeya City, akapoteza goli mbili kwa sifuri dhidi ya Azam FC azizikia mjaza upepo zimbwe, habari katika ukurasa wa pili. Simba Yanga kwa Manula, habari katika ukurasa za ndani. Soa hatarini kumfuata Baka, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Magwiji ya ishu ya Maino, habari katika ukurasa wa kumi na nane. Gazeti hili limeandika Mohando nimeitwa mwizi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na tano. Europa leo Alhamis ni baza dhidi Aston Villa, mchezo unapigwa saa tano kamili usiku Jacob Park na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. na la gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye li limeandika Bodather, mwalimu wa timu ya Taifa Stars, habari katika kurasa za ndani. Simba ifungia kazi experience, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Wasichana Tanzania mabingwa shule sekafa habari katika ukurasa za ndani. Juhari kuja kivingine baada ya mafanikio habari katika ukurasa wa ishirini na moja. Wachambuzi wa takariadha itupiwe macho habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya habari leo giji la habari Tanzania ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani. Na gazeti hili linakabilisha rukuza vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.